aza kwa Bibilia Yesu alipoponya wale watu wa ukoma walikuwa kumi, ni mmoja tu alirudi, akasema asante sana bwana Yesu. Hiyo me nimezoea, na vile uzoefu huo, ndiyo Mungu ananiwekea mkono, ndiyo Mungu ananifungulia njia, kwa sababu wazungu wanasema God does not suffer from any memory loss Mungu anakumbuka kila kitu hata Biblia inasema lisilowezekana na binadamu kwa Mungu inawezekana. <tipos> nami utembea kwa hiyo kivuli ya Mungu nikijua, hata wale ninasaidia wakisahau, Mungu anakumbuka. Hata wale nikisaidia wakipiga konde na kwenda, Mungu anajua. Tukiwa hapa leo jamii watachoni ni kukumbushana tu kidogo. Ingine imesemwa bila mimi Papa wa Roma, hii constituency hamunge kuwa nayo. Muna walikuwa wameweka vizingiti, mimi nikasimama na jamii nikazungumza na jamii wa Bukusu, nikawaambia hakuna haja ya kubishana mpaka upite hivi upite hivi msikari Komba akakubali baada ya kumshawishi kwa muda mrefu, ndio tukapata constituency hii. Alfred Sambu akakuwa mbunge wetu wa kwanza. Hiyo mnajua. Hapa Webuye umesema Webuye ni shamba yenu, tumejenga airport yetu peke yake bungema hapa Matulo na tumetangaza hivi karibuni, rais anakuja kuanzisha ndege za kuja matulo na kwenda Nairobi kila siku, ili tuweze kukosa kwenda kupikana na barabara mpaka Eldoret mpaka Kisumu. Hata mimi nitapunguziwa muzigo na landu, Webuye naenda nyumbani na, na rudi Webuye, naenda Nairobi. Hiyo ni maendeleo tumefanya hapa kwetu. Jana nimekuwa hapa kwa kanisa, nimewaambia hii barabara yetu mnajua, inaua watu hapa Kaburengu, mara kwa mara, hapo Muhonje na kila mahali. Tayari imeanzia kule Lireni Limuru, wanajenga leni tatu upande huu, leni tatu upande huu. Magari haiwezi kutana na kugongana na kuua watu, na hii barabara inakuja moja kwa moja kupita hapa mpaka Malaba kwa mpaka wa Uganda na hiyo itarahisisha zaidi usafiri. Zamani tulikuwa tunachukua kama saa ine tano uko Nairobi, sasa unachukua siku mzima. Hiyo barabara ikiisha kusafiri kwenda Nairobi, Mombasa itakuwa rahisi kabisa. Na hiyo tayari Rais ametenga pesa, kandarasi imepeanwa, amezindua kule Nireni kuja mpaka Mausamit. Mau Summit itakuja mpaka Malaba. Hiyo ni kazi yenye serikali inafanya. Hiki kiwanda chetu cha Pan Paper mnajua kuna mwindi anaitwa Rai mwenye alinunua. Aliponunua serikali ikafunga kukata miti. Na hiki ni kiwanda kinategemea miti. Tumeketi na serikali na rais na waziri wetu wa mazingira tukasema miti ambayo ni plantation pinus cypress yenye iko machua. Sasa rais ametoa kufunga ili ikatwe yii factory yetu yaze kazi. Na juzi limekuwa hapa kwa hii kiwanja, wale wafanya kazi wa panpepa wa zamani ambao walikuwa wamekaa kwa miaka zaidi ya kumi, kumi na tano bila kulipa nimeleta hapa pesa na nimeambiwa na investor na balala. Sasa jioni, watu wanatembea vizuri, pesa iko mfukoni, wanatembea kwa nguvu na walking with full confidence ya mtu mwenye ako na pesa. Watu wetu, leo ni siku ya furaha, kwa sababu siku ya mwisho nilikuja kwa jamii hii, tulikuwa kule Chetambe 2016. Na tulikuwa hapo kwa bavila ya Chetambe na huyu serekesa, tukaahidiana ya kwamba ikiwezekana tutenge pesa ya serikali tujenge monument mzuri hapa, tukijua watu wetu walikufia hapa, wengine waliponea hapa. Hiyo ahadi haijakufa. Nataka kumwambia investor ukuje kwa ofisi tuketi, tupange, tuweke pesa, tujenge monument yetu hapa Chetambe <coughs> ili wakati tunafanya mambo yetu, na vile nimesikia mkisema mnatafuta kiwanja, hakuna haja ya kuwa monument hapo Chetambe na ofisi hapa town. Let's have a complex there na kama shamba iko hata ikiwa kwa mikono ya watu binafsi, tutafute pesa tununue, tupanue. Ikifika eka ishirini, thelathini, tuweke monument, ofisi za takuswe siku hizi amiko takuso ta, -ta, -ta, takunet ili mzee sewekeza akija hapa ako na ofisi yake ya retired letia muhindo ako hapo, tunafanya kazi. Hata mimi nikija hapa mtenge ofisi ya kuja kukaa hapa na kuketi na kuongea ili tuweze kujenga utamaduni wetu. Sitaki kusema maneno mingi. Mimi nitaendelea kushirikiana na nyinyi, mimi nitaendelea kufanya kazi na nyinyi. Nataka kuwahimiza, mmesikia Nabii akisema, Nabii ni mtoto wenu kule Bunge. Wabunge wa rijoni hii wameungana na Nabii, ndiye karani the Secretary General of Western Parliamentary Caucus. Na yeye anawaunganisha wenzake wote ili umoja wetu uchangie umoja wa nchi yetu. Na mimi na warai ndugu zangu, kura ya 2022. Sisi watu ya Bungoma tulisimama pamoja kabisa kabisa, tukapatia William Ruto 71% ya kura zetu. Ndiyo kaangusha ratili, akakuwa rais. Sasa tunaenda 2027, ila alituahidi papa atakuwa spika. Mimi ni spika, msali atakuwa prime cabinet secretary. Yeye yuko cabinet yake ya kwanza, nilipatia msichana anaitwa Susan Nahumicha, mtoto wa mama Omungaji, Susan Nahumicha Omuyana Mungaji saa hii ni ambasada wa Kenya kule Habitat Nairobi. Msichana yenu sasa, mjione, hii serikali ya kule ni serikali yenu, serikali yetu. Tutembee pamoja, tufanye kazi pamoja. Ukiangalia hapa town, tulizindua soko inajengwa, iko karibu kumalizika. MTC yetu iko hapa, tumeweka shilingi mia moja sitini na nne milioni kujengea watoto wanaosoma hapo hostels, ili waweze kukaa vizuri. Barabara hii nimewaambia, na mambo mengi yenye tunafanya. Ile tunawaomba tu ni tushirikiane, tusimame pamoja, tutembee pamoja, ili kaunti yetu ikiwe peaceful, na kaunti yetu ihesabiwe kama kaunti zenye zinachangia umoja wa nchi yetu hapa w hapa mwivu po hapa KenGen, parastatal ya serikali ya kutengeneza mambo ya stima, imeweka mabilioni ya pesa. Wanakuja kujenga hapo a power plant ya kutoa megawatt arobaini na tano ya stima yenye itasambazwa hapa Western kupunguza upungufu wa stima. Kila siku ukiwa kwa nyumba stima inakuja inazimika inakuja inasemika. Hiyo itakuwa historia. Hii stima tunaleta hapa, yote itakuwa consumed hapa Western, na itakuwa hapa Webuye Falls. Pia tunatoa hapo maji inaitwa Webuye Bulk Water, maji ingine inaingia Kakamega, ingine inasambazwa Webuye mpaka kule Kimaeti upande wa Bumula kusaidia wananchi, kazi inafanyika wenye macho waone, wenye masikio wasikie, ili tuende mbele. Wacha nimalizie hapa, ndugu zangu, mrie mno hunde keresia. I love you for free, I expect nothing less from you, ili tutembee pamoja. Ukiniona ujue umeona ndugu yako, nikikuona nijue nimeona ndugu yako. Dada yangu, tunatembea pamoja, tupendane. Investa iko hapi. Sasa na mimi pia, na mimi pia Bwana Mwiundo, nilikuwa nimewapepea shilingi elfu mia tano huyu elfu mia tano nikubalie, Mwinyi mchukue mia tatu mia mbili investa, ongeze ile amepewa pewa, aangalia watu wetu hii siku ya sikukuu, ili warudi nyumbani vizuri.